Kwa furaha na unyenyekevu na shukrani tele, namshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukutana tena kama familia WAWATA katika mkutano huu muhimu wa kitume. Ni zawadi isiyo ya kawaida kupewa nafasi ya kukutana uso kwa uso, kusali pamoja, kutafakari pamoja, kupongezana, kutiana moyo na kusonga mbele kwa pamoja zaidi. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya kipekee kwa kupata nafasi ya kuwatumikia na kuwawakilisha wengine, tukitambua sisi sio bora kuliko wengine. Hebu kila mmoja wetu atafakari jimbo lake lina WAWATA wangapi ama parokia yake ina WAWATA wangapi ama Tanzania nzima ina wanawake wangapi hata yeye kupata nafasi ya kuwatumikia wengine. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa kila mmoja wenu, kwa kujitoa na kwa kujisadaka bila kujibakiza katika utume huu. Ninawapongeza kwa moyo wenu wa kujitoa. Wengi wenu mmefanya safari ndefu, mkaacha familia zenu, mkiitikia mwaliko wa Kristo wa kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Mungu awabariki kwa majitoleo yenu na asiwapungukie kamwe. Napenda kumshukuru Askofu mwenyekiti Baba Edward Mapunda na idara ya kichungaji chini ya wa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Baba Charles Kitima, mlezi wetu Baba Beno Kikudo pamoja na Baba Clement Kihio ambao tumefanya nao kazi kwa mwaka huu. Shukrani pia kwa kanisa kwa kutambua na kuturuhusu sisi wanawake kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa kama ilivyoelezwa katika Mtaguso wa Pili wa Vatikani pia ninamshukuru Mungu na kutoa pole kwa baba Beno na baba Kitima. Sote ni mashuhuda wa ukuu wa Mungu katika maisha ya mababa hawa. Tuendelee kuwaombea maklero wote na kuwatia moyo katika utume wao. Ni dhahiri kila mmoja wetu anamhitaji Veronika wa kumpangusa uso jasho, na Simoni Mkirene wakubeba naye msalaba. Mungu ametupatia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, lakini pia tuna mama Bikira Maria, mama wa kanisa na mwombezi wetu. Pamoja na hawa sisi sote tunaweza kuwa msaada kwa wengine na kusindikizana kwa upendo katika utume wetu. Nawaalika kila mmoja kuwa sehemu ya sababu ya kila mmoja wetu kufurahia utume huu. Mkutano wetu wa mwaka huu una uzito wa kipekee kwa sababu mbili kuu. Mmoja, mkutano huu unafanyika ndani ya mwaka wa Jubilei yenye kauli mahujaji wa matumaini. Mkutano huu unafanyika ndani ya kituo cha hija cha Padri Pio, eneo la Neema, mahali pa kusikilizana, kutafakari na kusali pamoja. Ni kwa sababu hiyo, ninawasihi kila mmoja wetu atenge muda kutafakari na kufanya tafakari binafsi. Tusali kwa ajili ya utume wetu, tusali kwa ajili ya kila mmoja wetu, tusali kwa ajili ya taifa na ushaguzi wa mwaka huu. Tutafakari pia ni kwa nini mimi ni kiongozi wa WAWATA. Ni wito wa kila mmoja kujichunguza ndani na kumwachia Mungu. Roho Mtakatifu aendelee kutufunda namna ya kuwatumikia wengine na kuendelea kuifanya kazi hii kwa moyo mkunjufu. Tunakutana wakati ambao pia dunia inalia. Mabadiliko ya tabianchi yameleta madhara makubwa kwa familia zetu. Tunasikia ukame Tunasikia habari za mafuriko na magonjwa ambayo hayakuwa ya kawaida. Tuna vita maeneo mbalimbali, na migogoro inaendelea kuibuka kila siku, ikiibua wimbi kubwa la wakimbizi na wanawake wanaoishi katika hofu na ukatili. Unyanyasaji wa kijinsia unaongezeka na misingi ya malezi ya familia inaendelea kutikiswa. Katika yote haya, mwanamke anabeba mzigo mkubwa zaidi. Yote haya yanatupa sababu ya kushirikiana na kuendelea kushikamana zaidi, tukisali, lakini pia kuendelea kufanya wajibu wetu kwa weledi wa malezi ndani ya familia zetu. Ni wakati pia ambao makundi mengi ya wanaharakati yanapigania haki sawa. Ni kweli tunahitaji sauti ya mwanamke katika kanisa na taifa. Kama wanawake wa Katoliki, tuna swali la ziada la kujiuliza: je, ni kweli tunataka usawa tu, au tunataka ulimwengu ambao unaheshimu tofauti zetu kama wanawake na kutambua ukweli kuwa Mungu alituumba tofauti na wanaume ili kutumia utofauti huo kukamilishana, complementary role for each other. Tunatamani ulimwengu ambao unawainua wanawake kwa kutambua tofauti zao za kipekee, si kwa kupigania usawa peke yake. Bistefania, katibu mkuu wa UCID, umoja wa Kristo wafanyabiashara na viongozi wa viwanda amekuwa sauti muhimu katika kuhimiza uwezeshaji wa wanawake kwa kuenzi mchango wao wa kipekee badala ya kulenga tu usawa wa kijinsia kwa mtazamo wa kawaida, ambao hautabadili uhalisia wa kuwa mwanamke katu hatakuwa sawa na mwanaume. Kwa mfano, mwanaume hawezi kubeba mimba, wala mwanaume hatapewa likizo ya uzazi wa miezi mitatu kukaa nyumbani kunyonyesha. Katika makala yake yenye kichwa Sisi Wanawake Dhidi ya Ubaguzi na kuto kuwepo kwa usawa Kazini, Bistefania alisisitiza kuwa uongozi haupaswi kufungiwa katika mipaka ya jinsia. Anaeleza kuwa kuna umuhimu wa kuleta mizani ya nguvu za kike na kiume katika nafasi za uongozi na kwamba wanawake, hasa wale wanaorejea kazini baada ya likizo za uzazi, mara nyingi huonyesha uwezo mkubwa zaidi katika uongozi na katika kazi. Ni katika muktadha huu, tunahitaji mikutano ya namna hii ya kutiana moyo kusikilizana, kupongezana na kuwa pamoja kwa upendo, tukiendelea kutafakari nafasi yetu katika uongozi ndani ya kanisa. Tusiogope kusema ukweli kwa upendo, na tusiwe wepesi wa kuhukumu bali kuelewa. Tukumbuke tunatoka sehemu tofauti, lakini tunaunganishwa na roho mmoja, Roho Mtakatifu anayefanya yote kuwa mapya. Jambo la pili, kwa neema ya pekee, tunatarajia kukutana na kuzungumza na maaskofu wote tarehe 17 Juni mchana. Hii ni nafasi ya baraka na ya kipekee. Tujiandaye kwa sala, tukija tukiwa na mioyo iliyo tayari kusikiliza na kushirikishana kwa namna ya mpya na kwa kina. Kwa hayo machache, narudia tena kuwasihi kuendelea na mkutano wetu kwa upendo, uwazi na kutiana moyo na kupongezana. Tusafishe nia zetu, tuombee mwelekeo WAWATA kwa miaka ijayo, na tuombe ili kila mmoja wetu awe chombo cha amani, haki, matumaini katika familia, kanisa na taifa kwa ujumla. maisha yetu ya akisi maneno ya Mtakatifu Inyasi wa Loyola aliyesema, tufanye kazi kana kwamba kila kitu kinatutegemea sisi, lakini tumtegemee Mungu kikamilifu kwa sababu kila kitu kinamtegemea yeye. Sala: pokea Bwana hiari yangu yote, pokea kumbukumbu kumbu, akili na utashi wangu wote, vyovyote nilivyo navyo au kuvimiliki, nimejaliwa na wewe, na kurudishia vyote na kuukabidhi utashi wako, uvitawale. Unijalie tu upendo wako na neema yako, nami nitakuwa tajiri vya kutosha, nisitamani kitu kingine chochote. Mama Evaline Malisa Ntenga, mwenyekiti wa wanawake Wakatoliki Tanzania.